Sasa siku zote, delay ya Mungu, God's delay, ina vitu vitatu, kucheleweshwa kwa Mungu kuna vitu vitatu. Delay from God comprises three things. Namba moja, Number 1. Mungu anakuandaa kwa ajili ya jambo fulani, God is preparing you for something specific. Siku zote Mungu akiwa na kuchelewesha kwenye eneo fulani, mara nyingi anakuandaa kwa ajili ya jambo fulani. Na ukiwa kwenye hayo maandalizi while in your preparation, Mungu anategemea ugraduati, lakini changamoto kubwa ambayo wanayowapendwa the biggest challenge that his children have, wanapata sapu Is that they then are disco. They fail or become disqualified. Lakini lengo la Mungu ni kuhakikisha anakuweka chini na anataka u graduate. Kama ni mwanaume na labda unaona changamoto kuingia kwenye ndoa usikute kuna kitu Mungu anakuandaa nacho, anakufundisha uwache ubahili. Sijasikia amen za wanaume. I have not heard amens from men. Ni fahari mimi kuwa sehemu kubwa ya maendeleo ya uchumi wa nchi yangu, kwa watu wachapakazi. Sekta usafirishaji ni... Kwa sababu Mungu akimwangalia mkeo anajua kabisa. Because when God looks at your wife he sees. Mkeo atakuwa anapenda sana hela. Your wife will love money. So, kwa sababu hiyo tu Mungu anakuweka chini kwanza. God will place you at the bottom. Anakuletea baadhi ya watu unaingia nao kwenye mahusiano. You get into relationships with them. Anakuomba paka dawa ya mswaki. They will ask for everything until toothpaste. When God has seen that you've graduated anakupa ndoa yako. He will give you your marriage. Bwana Bwana Yesu Yesu asifiwe asifiwe praise praise Lord Jesus. Praise Lord Jesus Lord Jesus. The the same same applies with dada ladies. Yamkini mume wako anapenda sana kula. Maybe your husband loves to eat very much. Na wewe kupika huwezi, and you cannot cook Ukimpika samaki unaweka fuku na mchuzi mpaka samaki anafufuka. you put so much soup that the fish comes back to life. Yani samaki anajua yuko baharini sasa. the fish will now begin to feel like it's in the ocean. Bwana Yesu asifiwe. Praise Lord Jesus. Mara nyingi Mungu anakuwa Most times, God is teaching you. Kuna jambo Mungu anakuwa anakuelekeza. Hata wakati mwingine anakuweka chini ya mtu. Even when he places you under someone. Kuna vitu Mungu anatamani uvijue. Kusiana na huyo mtu. There are things God wants you to know regarding that person. Hata wakati mwingine ni mtu mwingine ambaye uh, si mcha Mungu. Sometimes they are not God fearing people. Lakini kuna kitu Mungu anatamani ukijue kwake. There is something God wants you to learn from them. Jina la Bwana libarikiwe. Praise the name. Namba 2. Number two. Mungu anakujaribu God is testing you. Mara nyingi sana. Most times. Mungu anataka kujua. God wants to know. Unamfuata yeye au kuna sababu ambayo unafanya umfuate? Are you following him or are you following him because there's something that you want? Nisome Kumbukumbu. Deuteronomy 8 verse 2 Kumbukumbu la Torati sura ya nane mm -hmm. akatukweza akatuacha akakuacha uone njaa. Mstari wa pili. mm -hmm. nawe utaikumbuka njia ile yote, ile yote Bwana Mungu wako atakayokuongoza miaka hii arobaini katika jangwa, ili akukweze kukujaribu, kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Bwana Yesu asifiwe, praise Lord Jesus. Na utaikumbuka njia ile yote ya Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii arobaini katika jangwa, ili akutweze kukujaribu, miaka yote arobaini. For all the 40 years waliopita, wana wa Israeli Mungu alikuwa anawajaribu watalishika neno lake ama la, to see if they would observe His word or not. Kwao, kuna wakati Mungu anaamua kukuchelewesha akiwa na lengo moja tu, with one purpose, aweze kukujaribu, to test you anakupa promotion kidogo, alafu anakuangalia. Maana uh, kila ukija kanisani unamwomba Mungu, nisaidie, tuna ujenzi wa kanisa nisaidie, nikipata hela nitaenda kuweka kwenye kanisa. Unapewa ka promotion kidogo tu, alafu Mungu anakuangalia, ukizipata hizo hela ni changamoto

unarudi nyumbani kwa Bwana utaendelea kuchelewa sana. Jina la Bwana alibarikiwe. Mungu anakujaribu, anakutrain, anakufundisha siku zote, watu wote ambao wanafikia kwenye ukuu, most people who reach greatness, Mungu huanza kuwatrain God begins by training them first. Na ndo maana ukisikiliza matajiri wengi sana wameanzia, That is why when you listen, katika hali ya chini sana, most people who are rich began from the bottom, paka wakafikia huko juu until they reach the top. Mungu huanza kukutrain God begins to train you anaanza kukuonyesha ukiwa na njaa begins to show you when you are hungry. Na mtu akija kwako kwa akiwa kwa na njaa unafeel vipi? and when someone comes to you and they are hungry you understand how they feel. Na wakati mwingine Mungu akiona kutreni hizo treni zinakuwa ni ngumu sana. Kuna watu wengine anawanyima kabisa watoto. Anataka ujue ili ukifanikiwa kupata mtoto, ukiwa unaombea watu wengine ambao hawana watoto, utakuwa unajifil vipi?

Ananifundisha mikono yangu vita, mikono yangu ikaupinda upinde wa shaba. Bwana Yesu asifiwe. Anaufundisha mikono yangu kwa Mungu, anaweza kafundisha mind yako pia, anaweza kukufundisha namna ya kushika hela Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Afrika imekuwa kuna shida kubwa sana is a watu wengi ambao wa wanaopokea wana mirathi mirathi, wanashinda wana kuziendeleza, kwa sababu wanakuwa hayuko trained. Unakuta kuna mchaga ana maduka kumi, amefariki, anamrithisha mtoto. Mtoto awezi kuendeleza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiziona hizi sababu tatu, jua kabisa Mungu ndo anayenitrain, Mungu ndo anayenisaidia. Jina la Bwana amebarikiwe.